Hii kifo ya former prime minister Raila Odinga imenipata na mstuko mkubwa sana. Poleni sana kwa kupoteza mzee, ni shujaa. Sasa hizi uh, kitu tunaweza jivunia kwa Raila ni Constitution 2010. Kama si Raila singeweza, singekuwa na ile uhuru ya kusimama hapa panionge. So poleni sana. Pia mimi nimeuzunika kwa kiwango fulani, lakini mi swali yangu ni moja tu kwa serikali yetu tunataka tujue Raila Omolo Odinga amekufaje na amekufa lini na ilikuliendaje? Juu mimi kitunaelewa Odinga ndi amekufa, lakini Raila is a spirit Raila can never die. Raila baba amekuwa mtu wa maana sana kwa Kenya, amekuwa kiongozi na amekuwa mfano mwema. Kama vijana na kama watu wandogo, tungetamani sana kufanya yale mambo ambayo Raila Omolo Odinga alifanya. Kwa hivyo tuko na uzuni na pia tunafurahia kwa tunamshukuru Mungu kwa maana mzee ameenda kwa miaka mizuri, umekaa nasi kwa muda mrefu, na alikuwa anapenda kutupigania popote, tulikuwa tunaenda anatupigania vita nchi na nche. Sasa tunahuzunika sana kwa yale ambayo yametokea. Ningependa zaidi kutoa rambirambi zangu kwa familia, jamaa, marafiki na haswa kwa taifa zima, na pia ningependa kusema kwamba sisi sote, hiyo ndio njia yetu. Kwa Mola tumetoka na kwake tutarejea.